i huyu ni mzaramo miongoni mwa washabiki wanachama waandamizi walioandamana na klabu ya simba kwenda masri e, kwenye mchezo wa duru la kwanza robo fainali dhidi ya almasri pale suez kanali na kupoteza goli mbili kwa duara ndo huyu na hapa tuko terminal 3 uwanja wa ndege wa kimataifa mwalimu nyerere bwana mzaramo safari pole kwa safari lakini pole kwa kipigo cha goli mbili kwa sufuri unaweza kutuhadithia nini wa tanzania kile ulichokishuhudia pale misri Ah, tunakubali mchezo wa mpira, matokeo matatu. Tumepoteza lakini tumepoteza kizembe, hatujapoteza na kizembe kwa sababu tumepata nafasi nyingi, tumeshindwa kuzitumia. Kwa hiyo una haja ya kuzikashifu sana, lakini tunasema tumepoteza tu, lakini tumepoteza kama kizembe kwa sababu mpira tuliukamata dakika 15 za mwanzo, wao walionyesha wanataka goli. Umeona, baada ya kupata lile goli tu basi wakawa wamerilaksi, sisi tukao tunawashambulia mwanzo wa mwisho ile inaokuja tumefungwa nyingine ili kwa kaunta, baada ya kuwakosa wao, na magoli haya hua yanafungwa sana, ukimkosa goli la wazi, ikipigwa ndefu unafungwa wewe. Hii inakuwa kama sijui unasema kiushetani, yani ukiwa umekosa goli la wazi kwao, alafu wale wakaupiga mbali, basi we una hali ngumu. Kwa hiyo tukaongezwa la pili, lakini tunasema tu, uh, kila mchezaji kule alipambana uh, tumekosa magoli. Kwa hiyo tunawasubiri Benjamin Mkapa kwenye tanuri la moto na kika kabisa. Kwa Mkapa tutakachowafanya basi wataenda kuadisia kwa huko ambayo walipotoka, watasema kweli kwa Mkapa hakufai, na sisi tunajua u tu, uh, tumejipanga kujaza uwanja wa Benjamin Mkapa mashabiki elfu sitini. Kwa hiyo watakapokuja, kwanza tutaanza kuwafunga wakiangalia ile pitch ilivyojaa kwenye majukwaa wakiangalia tu, hofu wataingia hapo pamoja na uwanjani, kila mchezaji atakavyokuwa na performance nzuri basi ndio itakuwa mwisho wa kifo chao au Al-Masri. mm -hmm. E, utakuwa mwisho wa kifo chao. Anatajwa Pinpin Musa Kamara, anatajwa Lionel Latseba wanatajwa Kibu Dennis, wanatajwa baadhi ya wachezaji nyota klabu ya Simba. Wakuwa na siku nzuri kwako, kiwango cha Pinpin Kamara, kiwango cha teba ulikionaje pale Misri? Ah, Kamara huwezi kumlaumu, unajua amekosa kucheza mechi mfululizo mfululizo, lakini hakuwa muda mrefu na timu, lakini kwa uwezo wake tunaujua e, ana sifa nzuri. Ile goli ilivyopigwa ukiangalia vizuri, yule mpijaji nayo anatakiwa apewe maua yake. Kajitahidi pale na mchezaji alokuwa anatajwa tajwa, anacheza anacheza rafu mara kwa mara ana kiwango kizuri, kuna mambo mengi. Maswaibu mengi tumepata ya ajabu ajabu ambayo hatukuwai kuyaona kwenye mpira wetu, kwa hiyo ina maana kuna vitu vingi wametufanyia, kwa hiyo na sisi tunawakaribisha nyumbani kwetu. Sisi tutakuwa waungwana, hatutakuwa watwana kama wao, kwa sababu ukiangalia kitu kimoja, sisi kama sisi tumekwenda na mabendera yetu ya Tanzania tumekwenda na mabendera yetu ya Tanzania, lakini tumekwenda na vitu vingi tu, mfano stiki kama hii hapa ilikuwa ni ya bendera haiko moja nazo, karibuni tatu, lakini pasi milioni yanayo, tumekwenda na bendera zetu za Tanzania na nini, lakini tumeshindwa kwa sababu, wakati mwanzo mimi nazipeperusha nje hivi nje ya uwanja, askari wamenifata kwa wingi wengi, eh, wanasema acha, acha, hii nyie sio amjashinda mechi mpira hujaanza, hata timu bado haijaingia kwenye omap, eh, acha, hii hii haitakiwi eh, nyie sio wina kwa hiyo ni vitu vya ajabu, lakini tumekaa, wakati tunaingia hizi stiki walizizuia zote, ukiwa na headphone ya utaki, lakini cha kushangaza wao wameingia na mijengo kama mistimu kama mlivyokuwa mnaona, mibendera yao iko juu mijiti. Si hivi tu, wamekataza wameingia na mabomba marefu, mabendera yamejaa wote, lakini sisi tumekataa, lakini kuingia ndani pia. Unajua kule uh, balozi wetu wa kule Richard, Mheshimiwa General Richard aise ni mtu ambaye amefanya hamasa kubwa, mashabiki wa kule wote wa Misri wote wamesogea pale uwanjani, tulikuwa na basi zaidi ya tatu za mashabiki amewahamasisha, kwa sababu hata tulikuja na Kigoma kilikatazwa kuingia Alikatuma nani balozi, akatuma mwakilishi wake aende pale ahakikishe ile inaingia nao, alikataa lakini, kwa kuwa wanaujua uwanja, ikapitia sehemu nyingine mpaka kikafika ndani, na walivyokiona ndani walikuja wakashangaa kimeingiaje kile. Kile kigoma, kwa hiyo ina maana ni vitu vya ajabu. Lakini kuna wengi wametoka mbali hawajabeba pasipoti, wanakaa kule kule wanasoma, wamewa nani, wamewakatalia kuingia eh, hey, ayo, ruhusiwi hamuna pasipoti Wakati vitu hivyo vilikatazwa, wakati Ngogwe anacheza na mambe rodi, mm. unakumbuka wao walisema kutuambia sisi kwamba pale atakayokuja aingie na passport mtu wa jezi yake asiingie. Kwa hiyo mshabiki yoyote atakayokuja na passport lilitoka lungu kuja kwenye eh, mwisho wa siku wale wakajibu hakuna hiyo kitu, na wale waliandikiwa barua. Lakini huko si tunayaona hayo yanafanywa, passport e, uwe na passport. Una passport inaingia, eh, uwe na una yondoka kwa hiyo hivyo ndio vitu ambavyo viliokuja uondoka, katafute na sehemu. Aliyotupeleka ni mbali kwelikweli, ni jangwani kabisa tulipokwenda, yaani hiyo kwenda uwanjani yani tu peke yake, kama unatoka unatoka labda Ubungo unakwenda Mlandizi eh, na Mlandizi karibu unaweza kusema kama Chalinze. E, kwa sababu unatembea zaidi ya saa moja na nusu, masaa mawili.